Ulipokuwa na umri wa miaka kumi na sita ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Na je, ulikuwa na lengo gani? Na ulijua kusudi lako ni nini? Lakini binafsi nilikuwa shule, na wala sikujua kama ningekuwa wapi, na wala sikujua natakiwa kufanya nini. Lakini kijana mmoja kutoka Spain, Ramini Yamal alikuwa tayari dunia ishamtambua na yeye tayari alikuwa shajua anapaswa kufanya nini na kipi kilichomfanya kuletwa kwenye ulimwengu, ni kulikiza soka. Akiwa na umri mdogo kaweka rekodi za kutisha na za ajabu sana. Lamine Yamal Ebona alizaliwa mnamo tarehe 13 Julai mwaka 2007, katika mji wa Barcelona huko Katarunya, nchini Spain na ana urefu wa mita 1.83 na uzito wa kilogramu 72. Na mama yake alizaliwa Bata, Gine ya Iketa, na baba yake alizaliwa Larache nchini Moroko. Na kijana huyu ana asili ya nchi tatu, yaani Moroko, Gine na Speni. Na kutoka Afrika ana asili ya nchi mbili, Gine kutoka kwa mama yake na Moroko kutoka kwa baba yake na Lamine Yamal alianza makuzi yake ya soka kwenye akademi ya Barcelona, na baadaye mwaka 2023 akapandishwa sini ya timu kama ilivyo utamaduni wa Barcelona. Hakika ukiujua unaujua tu, lakini kijana huyu akusubiri miaka mingi zaidi kuweka rekodi za kutisha. Akiwa na umri mdogo tu, akaweka rekodi za ajabu na za kutisha ikiwemo Mchezaji mdogo zaidi kucheza michuano ya Euro akiwa na miaka 16 na siku 338 dhidi ya Croatia huku Spain ikishinda goli tatu kwa bila tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2024. Mchezaji wa wa mdogo zaidi ufunga kwenye michuano ya Euro akiwa na umri wa miaka 16 na siku 362 dhidi ya Ufaransa huku Spain kishinda goli mbili kwa moja tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2024. Mchezaji mdogo zaidi hucheza hatua ya nusu fainali kwenye michuano ya Euro akiwa na umri wa miaka 16 na siku 362 dhidi ya Ufaransa huko Spain kishinda magoli mawili kwa moja pia mchezaji mdogo zaidi kucheza hatua ya fainali ya michuano ya Euro akiwa na umri wa miaka 17 na siku moja huku Spain ikishinda goli mbili kwa moja dhidi ya Uingereza tarehe 14 ya mwezi wa saba mwaka 2024. Wala kijana huyu hakuulizika, akawa mchezaji mdogo zaidi kufunga kwenye ligi ya Spain akiwa na umri wa miaka 16 na siku 87 dhidi ya Granada mchezaji mdogo zaidi kuanza kwenye mechi ya michuano ya UEFA Champions League na pia akawa mchezaji mdogo zaidi kutoa assist kwenye michuano ya kilabu bingwa yani UEFA Champions League. Wala bwana mdogo haliziki, ndiye mchezaji mdogo zaidi kucheza El Clasico akiwa na umri wa miaka 17 na siku 105 tarehe 26 ya mwezi wa 10 mwaka 2024 na ndiye mchezaji mdogo zaidi kucheza michuano ya European Championship Finals akiwa umri wa miaka 16 na siku 339. Wala bwana mdogo huyu aliziki kabisa. Na ndiye mchezaji mdogo zaidi kucheza hatua ya mtoano wa ligi ya mabingwa, ndio mchezaji mdogo zaidi kufunga kwenye mechi ya Spanish Super Cup. Na wala bwana mdogo huyo hakulezika kabisa. Na ndiye mchezaji mdogo zaidi kushinda taji la Euro akiwa na umri wa miaka 17 na siku moja na ndiye mchezaji mdogo zaidi kushinda tuzo ya mchezaji kijana wa michuano yaani, young player of the tournament, kwenye michuano ya Yulo. Pia ndiye mchezaji mdogo zaidi kwenye kilabu ya Barcelona kucheza mechi hamsini. Wala bwana mdogo huyu akutosheka kabisa, yani akurizika. Na ndiye mchezaji mdogo zaidi kwenye michuano ya Yulo kutoa asisti akiwa na umri wa miaka 16 na siku 338 kwenye mechi dhidi ya Croatia. Mwana mdogo huyu hakutaka kusubiri sana, akaivunja rekodi ya Pem ya kuwa mchezaji mdogo zaidi kutoa taji kubwa la kimataifa akiwa na umri wa miaka 17 na siku moja, akimpiku Pele aliyetwaa kombe la dunia akiwa na umri wa miaka 17 na siku 248 akiwa na timu ya taifa Brazil. Na bwana mdogo Lamini Yamali ndiye mchezaji mdogo zaidi kufunga na kutoa asisti kwenye mechi moja kwenye michuano ya UEFA Champions League akifanya hivyo dhidi ya Benfica akitoa pasi kwa Rafinha na baadaye yeye akiweka goli la pili la ushindi. Je, katika umri huo mdogo wa miaka kumi na sita mpaka kumi na saba uliokuwa nao wewe umefanya nini? Na kipi umefanya cha kukufanya ukumbukwe na dunia? Nawaza huenda ikatuchukua miaka kadhaa na miongo au karne kabisa kupata kijana mwingine mdogo atakayezivunja hizo rekodi, na huenda zisivunjwe kabisa. Huenda dunia ikasubiri na ikasubiri sana na ikasubiri na ikaendelea kusubiri kuvunjwa kwa rekodi hizo. Mimi ni Logan Liki, na hii ni Nine Sports ya Abia TV. Asante.